na hajua kwamba kusengenya dhambi. Sasa maneno haya, sijui ni kwamba aona kwamba ndio hataandikiwa dhambi, au sijui hatasielea kusengenya kubaya. Lakini ndugu yetu kazidi, ataanza kumpopotoa pale, dhikruka akhaka bima yakrah ni kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo analichukia mwenyewe, anachukia, kama utamwambia atasikia, atalichukia jambo hilo, wamtaja kwa jambo hilo, ana hili na hili na hili, kafanya kadha kadha kadha wa kadha, wamsengenya bwana, unakula nyama yake. Haya ni madhambi yamekisi. Sasa iwe ni kweli kafanya, itakuwa ni ghiba, na kama si kweli, hajafanya hivyo hii ni jambo nyingine kubwa zaidi. Sasa ni buhti, ushafanya iftira juu yake, na dhambi yake ni kubwa kweli kweli mbele za Allah jalla waala. Uta na utakwenda kufungiwa katika moto, katika radghatu khabal, utatoka hapo mpaka ulete ushahidi wa ulioyasema, hapo ndipo mahali inapokuchunguzika usaratu ahlin nari, ule uchafu wote usaa damu kinyesi nini, vyote vya watu wa motoni vyamewinika hapo. Wewe umefungiwa katika moto, umekaa hapo sasa, kwa sababu ya uovu ulivyousema, umemzulia uongo fulani, na hata dhurika chochote, bali umempandisha daraja mbele za Allah na wewe umejitafutia matatizo na watu. Wakati mwingine huzuliana uongo kwa chuki tu, kwa sababu yamchukia mtu fulani

Hivi, mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa tayari ni mfu? Mnalichukia hilo la kula nyama za wafu, chukieni na hili la kusengenya ndugu yako. Amekufa wamla wamla nyama siwalichukia, so hilo basi chukie na hilo na so wasage, hili la kusengenya. Ukiona watu wamekaa mahali wamsengenya mtu fulani, sio tena, towasogea hivo. A -a. Ghiba. Jaman, watu wakianza ghiba, ondoka au wakataze. Jamani, mazungumzo haya hayafai. Utalaumiwa na watu, "Wewe nini bwana uifanya kadha kadha, wale uleelee wewe, usiwasikilize wale, wewe ondoka, kwa sababu ghiba ni yule anayezungumza na yule anayesikiliza, nyote mmeshirikiana katika ghiba, kwa sababu yule hawezi kuzungumza na mti, hawezi kuzungumza na ukuta kwamba asengenya anawambia ukuta fulani hivya, ataka mtu amsikilize ambaye ni wewe. Sasa wewe ukiondoka pale hakuna ghiba tena atakayoendelea, lakini maadamu umemakinisha sikio lako, ah, hebu niambie eh, ilikuwaje vile, kama vile wataka kutengeneza, kumbe watakujua aibu za ndugu yako. Ukamwambie mkeo, ah, mkutana na bwana fulani bwana leo, kama ndio maneno, mimi sikumuelewa kabisa. Unajifanya hujaelewa, ushaelewa kila kitu Eahi, kumbe fulani ha sikujua bwana achangia pale. Asema ili kesho asubuhi akamwambisho rafiki yake kule Tanzania asema shoga yake asubuhi tayari kashamwambia. Usikia fulani, mumewe ndo kamletea mzigo ule, na ye anahamisha nyumba ya pili, inakwenda nyumba ya tatu, nyumba ya kadha, umeona lolote wale? Ilikuwa hivyo na hivi, habari zinakwenda mtaa baada ya mtaa, mji baada ya mji. Umbea umeuchukua na ghiba umeichukua huku kwenye maskani yako, umeipeleka nyumbani kwa mkewe, unakwenda kumwangamiza, na yeye anaieneza katika miji hii. Ni tabia chafu alikuwa akiifanya Abu Lahabi na mkewe Ummu Jamil, hamalatan hatab, dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.